Kusema ukweli leo, tunayo furaha kubwa sana na neno pekee ambalo tunaweza kusema hii leo tumewakomesha Dodoma Jiji e, mechi yetu ya kwanza na wao pale nyumbani kwao Jamhuri Dodoma, baada ya kuwafunga goli moja ukabila la mkwaju wa penalti la Jean Chale Ahoua, walionekana kutoridhika na ushindi ule ambao sisi tumeupata walionekana kulalamika, kana kwamba tumewaonea, kana kwamba tumewaonea. Kwa hiyo tukasema e, sisi ni people, tutakutana, tutakuja kuoneshana ukubwa, tofauti ya nyie na wao. Na walikwenda mbali zaidi ya kwamba e, wanafanya kazi kubwa, wanaandaa timu, halafu wanakuja watu wanawaharibia mipango yao wakiwatupia lawama watu la wengine e, tukasema hakuna shaka, tutakutana tu, kikubwa uhai mm. Leo hii tumekuja kumuonesha kwamba tuna uwezo wa kumfunga kifutboli mm. Tunaweza kumtawala, tunaweza kumfanyia ubaya ubwela mpaka mwenyewe akashangaa, tumepata ushindi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 ya ubora wa hali ya juu. Kusema kweli leo tumeenjoy pakubwa sana na tumewakomesha barabara, e, tulichokuwa tumepanga sisi. Mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC ndio tushinde mabao sita.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 vibaya, we are very happy. Vibaya tunawapa pole. Of course, Dodoma na wenyewe wanastahili, kwa sababu wana kamdomo, na sisi watu wenye kamdomo, tukikutana nao tunawafanya vibaya. Watu ambao hawaheshimu bora wetu, hatuongei nao sana,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 Uh, unaona uh, Jan Chazabua akiwa top scorer? Naona. Naona, lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora hmm, wala sio kutoa nani bora, hatutaki individual individual, nini wanaita individual prize, hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. Tunachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji mmoja mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa. Kwa hiyo kwenye kupigania huu ubingwa tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh, nani, mu, na Musa Kamara. Lakini tumeona vile, vile kiwango cha hali ya juu cha Ali, Ali, Ali, Ali mapenati mm. Mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein. Kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji kagoma. Kwa hiyo kusema kweli tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga msije mkasahau kama tunajenga timu Jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliokuwa nayo mm. na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi. Hii ndio fezi ya tatu semaji semaji. Kwa matokeo, unasema kwamba ilikuwa ni salamu uh, za tarehe nane, pengine tunaweza tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji kanuni <laughs> isipovunjwa we are ready <laughs> <laughs> Hey, wasiposingizia wameona mbuzi, yeah. Sisi tuko tayari muda wowote ule. Kipigwe. Any time. Any time. Kanuni ikinyooka namna hii mm. Wasipoona mbuzi kwenye basi letu yeah. <laughs> Wasipoona wazee wafupi wenye ndevu nyeupe yeah. Sisi tuko tayari. Shemaloni Fondo, kuna taarifa inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima. taarifa yake ikoje? Shemaloni <laughs> Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamara mm. Uh, kwa sasa bado sijapokea ripoti ya madaktari ya kuonyesha atakaa nje kwa muda gani. Hmm. Uh, nikishapokea hiyo taarifa nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya, ya kuwajulisha, lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba wataalamu wetu wanapambana kuhakikisha kwamba anarejea uwanjani kwa haraka sana, kwa sababu huko mbele tuna kibarua muhimu na kibarua kigumu kweli kweli. Nina kwa wana Simba mnaenda mapumziko ya muda. Tunakwenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Wanasimba, tugeuzie akili yetu kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya timu ya taifa Tanzania ana kazi huko. Tuhakikishe wanasimba, kwa nguvu yetu yote tunaiunga mkono timu yetu ya taifa Tanzania, tuweze kutimiza malengo yetu. Baada ya hapo, tutaendelea na programu yetu, na ambayo iko mbele yetu hapa ni mechi yetu ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika.

Lakini nikiwa na futuru sitaki wanirekodi nah. <laughs> Eh.